ambao wamesema ni vijana wenzetu, ni mshikaji, ni vijana wote. Kitu cha kwanza, sehemu nyingi zilizopita Songwe huko mimi nimesikia kuwasikiliza, wanalalamika kuhusu katiba hiyo. Swala la katiba liende likafanywe marekebisho. Serikali, serikali imeshinda kwa ajili ya vijana wote, vijana wote nimeshinda kwa ajili basi. Nendeni China mnakoenda mnachukua wale watu wanaohusika na viwanda vya matairi, mwambie tumekupa eneo hili bure, tunaweza kiwanda hauza kwa ajili nilikuwa naomba ushauri kwa sababu tuna waziri pamoja na katibu naibu katibu mkuu, ni hao watu, haina shida familia. Mnachotakiwa hey, zaidi hapa mtuachie namba na za simu, lakini vile vile natakiwa mfanye haraka kuunda jukwaa la kusikiliza maoni ya vijana kwa ujumla wake ambayo hiyo itasaidia kwa wale ambao watakuwa wamerukwa, ambao watakuwa wamesahau pointi, tutazitumia kwenye nafasi hizo, kama inavyotumika kwenye mitandao mingine. Lakini vinginevyo, ninachotaka nikumbushe, tulipata elimu kidogo, walipita watu wale wa benki, wanasema wajasiriamali wenye vitambulisho vile, waliboresha tutapata mikopo. Baba baba, zaidi hamna kitu, au wanatuchonganisha na ninyi? Mi nawaambia kabisa, wanatuchonganisha na ninyi Ukweli, mkuu wa wilaya yuko hapa anaweza kawa shahidi, mimi mwenyewe ni mwanga, nilienda pale kwa pa kitambulisho cha mjasiliamali hamna mkopo, lakini hela zipo. Kama zimeisha tuambieni zimeisha, sasa kijana atajiinueni. Lakini vile vile na familia pale, familia ile inatupiga faini bodaboda, lakini zile fedha huwa tu, tunatakiwa tuzipate ili tunufaike sisi. Tumepigwa faini, lakini tunufaike familia mkopo ambayo vijana pengine anaonekana haiwafikii kwa namna moja au nyingine, na nikiri kwamba jambo hili la mikopo sijalisikia tu hapa, maeneo mengi niliyopita nimesikia kuna hii changamoto ya mikopo, na hata hapo ndani nilikuwa napita naangalia wajasiriamali waliokuwa hapo ndani e, nimekuta wamama na wanahitaji e, mkopo mdogo tu kama milioni moja hivi, lakini nimeongea na mkurugenzi ameniambia pesa zipo sasa naomba pia nitoe maelekezo kuhusiana na jambo hili. Mheshimiwa Rais ametoa pesa nyingi sana kwa ajili ya kuwasaidia vijana na akinamama, na moja ya jambo limeligundua katika ziara hizi ambazo zinazungumza na vijana, vijana wengi hawana taarifa, inaonekana wanaopewa taarifa ni wale wale kila siku, inaonekana wanaofaidika na mikopo ni wale wale kila siku, sasa dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kila kijana anafursa, anawazo, wa nchi hii ambaye ana fursa ana wazo anajishughulisha, mfumo wa serikali na fedha alizozitoa zinatakiwa ziweze kumsaidia kijana wa namna hiyo. Kwa mara nyingine tena, mkurugenzi, wiki ijayo tafuta namna na ya kukutana na makundi mbalimbali hawa vijana, waelekeze fursa zilizopo zimezungumzwa na mimi nakubaliana na, na ninyi kama mlivyozungumza na sisi kama serikali. Kwa wale ambao mnafuatilia, mtakumbuka mheshimiwa rais kati ya vitu alivyoahidi kuvifanya ni kuendeleza mchakato wa mabadiliko ya katiba ambao uliishia njiani kabla hajaingia madarakani. Sasa dhamira ya kutengeneza wizara kama hii na kukutana na vijana kama hivi, maanake sisi kama wizara pia tutaandaa utaratibu pia wa kupata maoni yenu ya nini mnataka kiwepo, na mchakato utaratibiwa vizuri, na mawazo yetu yatafikishwa, ili yale tunayoona ni sahihi na natakiwa kufanyika tuyaweke. Kama nilivyosema, sisi vijana hapa tunayajenga, kwa sababu Tanzania ni yetu. Kila mmoja wetu wazo lake alionalo litasemwa, litachakatwa, ambalo linaonekana linafaa kuingia. Kwa umoja wetu kama vijana, tutapeleka ajenda zetu. Ndiyo maana tangu kuungwa kwa nchi hii tujawe kuwa na wizara ya vijana ina maana Mheshimiwa Rais kuunda wizara ya vijana ni kuonyesha dhamira yake kwamba sauti ya vijana inasikika. Na ndugu yangu Simon ameeleza kwamba tupate nafasi pia ya kuwa na uwekezaji katika viwanda vidogo vidogo. Ninafahamu nyinyi mmekuwa mkihudhuria mikutano na mmekuwa mkisikia katika ilani ambayo Mheshimiwa Rais alinaji, moja ya kitu amezungumza ni kitu kinachoitwa mitaa ya viwanda, wanaita industrial parks, ambayo wamesema mitaa hiyo ya viwanda itaanzishwa kila wilaya na italenga katika mahitaji makubwa ambayo yanahitajika katika maeneo husika. Na sisi wote tunakubaliana moja ya eneo ambayo ni kubwa sana sasa hivi nchini kwetu ni pamoja na boda boda miaka michache iliyopita tayari kuna viwanda kadhaa vya kuzalisha vipuli vya magari vivanzishwa viko hapa. Sasa katika awamu inayokuja moja eneo la kimkakati la muhimu pia litazingatiwa ni kuhakikisha pia katika ujenzi wa viwanda tunaangalia mahitaji gani makubwa tunayoagiza kutoka nje ya nchi, ili tusitumie fedha zetu nyingi za kigeni kuagiza hivyo vifaa, na sehemu mojawapo ni vipuli na vifaa vinavyohusiana na matumizi ya bodaboda. Kwa mimi kama mwakilishi wenu, kama kijana mwenzenu, swala so, hili nimelipokea na nifahamu, na itakuwa ni moja ya ajenda muhimu tutakayoipeleka ili viwanda hivyo vinapoanzishwa, viwanda vinavyohusiana na uzalishaji wa vifaa mbalimbali vinavyohusiana na bodaboda au bajaji, tuweze kuvizalisha pia katika nchi yetu ili gharama ziwe chini, lakini pia sisi kama nchi tutakuwa tupoteze fedha nyingi pia kwa ajili ya kuagiza vitu kutoka nje ya nchi.